Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule katika kijiji chetu. Hapo awali wanafunzi ambao tunasoma shule ya sekondari Manungu tulikuwa tunatokea umbali mrefu mpaka kuifikia shule. Shule yetu ilikuwa mbali kidogo. Huo umbali ulikuwa unatupelekea sisi kutembea kwa muda mrefu kwa kutumia saa moja na nusu. Shule hii tuna, kwanza tunashukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuisogeza huduma hii ya elimu karibu na hivi vijiji viwili vya Manungu na Mlima Gata, kwa sababu hawa wanafunzi walikuwa wanatoka umbali mrefu sana, walikuwa wanatembea karibu kilomita kumi. Kwa hiyo kwenda na kurudi karibu kilomita ishirini kila siku ah. Uh, hii shule imetupa faida nyingi ikiwemo kuwahi shuleni kwanza mapema, kupata muda wa kujisomea. Wanafunzi wengi tumekuwa tunasoma, na nipende tu kumwaahidi Rais Samia Suluhu Hassan kwamba tutasoma vizuri, Mama Mama, na tutafaulu vizuri.